Mtume leo eh, hey. mako malkia, ai, wewe pia huyo mchezo wewe, wachaga mchezo eh, nataka kutoroka leo, leo. Hey, nimekupata hey! <laughs> mtume, well done for you, well done, well done mtume for you <laughs> mtume, angalia angalia hapo ndani, nimekwambia mtume, angalia kama unaweza angalia, kuna hakika hapo ah, ndani mtume, mtume nataka nikuhakikishie

nikataa kwenda hata kwenye unaendaga Christmas kwe, unaona venye watu wa uchako wanakufanga <laughs> nja. Na wewe unakuja kwa muziki. Ah, wewe kila siku kila siku unakuanga tu na furaha. Leo nimekupata. Kazi imeshakamilika. Leo mtume mpaka lazima nimwite akikuja mwenyewe amenyamaza aje Ne, hata mimi mwenyewe nasa nikakuwekelea kabla mtume akuje. Eh. Yeah. Sema siku za mwisho ni arobaini. Umeiba sana maisha ya watu wewe. Eh. <laughs> Umeiba maisha ya watu sana kila saa. Ha, ha, ha, ha, ha. Unacheka ukiua watu. Unacheka. Leo ni leo. Na nisikia siri yenu mnataka kwenda Mombasa. Sasa wenye mnataka kwenda Mombasa. Amuendi. <laughs> Mpaka mimi ni deal na nyinyi kwanza. Kesi baadaye na hata ukienda kotini kunishitaki, hakuna mahali watanipa. Uh, uh, hakuna mahali venye serikali itanishika kwa sababu wewe ni malkia, wewe uliua watu wengi bwana. Ushaiona, ushaiona, ati <laughs> hey, kwa koti kuna kae kesi. Nakupea stori wewe si ati ona, nakupea wewe stori nyamasa tu, lakini usikie ushaenda kotini ukasikia ati, ati kesi inatangazwa ya mfalme sijui ya, ya malkia na, na, na, na, na mtume Kesi ni mbinguni, kesi ni mbinguni. Wewe kwanza utafanya kesi na Paulo na Sila huko, fanya kesi na Gabrieli ati imeshinda. Daudi Daudi alipiga ngoma mpaka mavasi ikararuka. Hata ndio ungefanya hiyo kazi ya kupiga ngoma, mavasi iraruke <laughs> Malkia, ay, pia <laughs> Malkia mchezo we wachaga e. Mchezo nataka kutoroka e, na... leo nimekupata nambaasijui hey, hey, hey, hey, didi, dididi leo tumepatana ana kwa ana <laughs> utajua, hujui na ukisha ukisha soma mtu. So, so, usoma makosa umesikia, mtu usoma makosa kupitia kwa mwenzake. Hapana wewe kukuja kila siku ni ndio maana kwani, mnataka kunifanya kwa hiyo msitu mimi mbinguni. Bana. Hapana, hapa kwa koti koti ya mbinguni hapo. Tuko Israeli hmm? Wewe tuko Israeli mimi na wewe, nakwambia. hata kama namba za Mwenyezi Mungu mtume anaweza mpea, naweza mpigia simu ni muulize wewe, ni aje malikia amechafika, lakini hida Mwenyezi Mungu naye atakangi mambo yaani, hey, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah ya ubarubaru ati ee vipi mambo sasa? Atakange, lakini wewe unashindana kwa msitu sasa. hatu nachekacheka nacheka, nacheka, unachekacheka unadhani niko hapo kwa kucheka naan na unanipeanga mchele nikikula <coughs> hata hmm? ukinyamaza pesa kupiga mateke, lakini wacha tu hai suru mkomo Mtume, mtume, akuja mati sana nawe, kwa sababu kasi yangu ni kukushika tu na kukupeleka. Na kama ungehepa igunia ungekuwa okay, wewe ni mwanamke. Wala nimejipanga nitakutana, lakini kidogo kwa msitu. Niite mtume, utatoroka kwanza. <laughs> Unaweza toroke wewe. Wewe nakuonanga mjanja sana wewe. Unaweza toroke. Acha kwanza niite mtu. Na sikuachilia acha nikanyage tu hapa. Mtume. <laughs> Leo niko na furaha chungu mzima. Mtume. <laughs> Leo. Mtume. Hadi <laughs> mtu ameenda kotini. Aliiba redio ya mwingine. Aliiba redio, anaenda kotini kusema kwamba ati redio niliyoibiwa tena wameniibia. Wewe ni mjinga sana wewe. <laughs> Ndakukajaga. <laughs> Acha nikae tu kando na wewe kwani. Mtume akoje amaze sana na wewe. Akisha amaze sana na wewe, basi nimwambie mtume niachie. <laughs> Niachie hii. Piga paka drama za Rabia Blood Henzi. Mtume. Mtume leo. Leo paka yenye na kulanga panya leo imeshikika. Mtume, ile uliniambia leo nimeshika, ni kikubwa mtume, na <laughs> leo paka furaha. Nilikwambia usiniakilie niende mbinguni uchi. Uniakilie marai, mtume, niende na nienda na mangu Nundu Man eh, mtume. Asante kukuja mtume. Mtume leo ndio hii mtume, leo ndio hii, ndio hii leo mtume. Leo kuja tu nisalimiako kwa mkono mimi nisikie tu furaha, lakini ile kitu nimefanya leo. Kuna ule mtu anakujanga huku msitu saa yote, nimemwona na matai Mungu kama mangi yenye nakulanga mahindi ya wenyewe kila siku, anasikia he he he he hey. Leo mtume mtume Nafanya kazi nzuri. Shikilia mkono wangu. Yeah. Yeah. Mtume, nikusalamiana tu habari za masiku, lakini siyati, yeah. Sina, siwezi nikakufanya kitu mbaya. Eh. Mtume lakini una furaha, nimeshika hii kitu. Nimeshika leo kitu inachekanga. ah. ah, ah. Nimeshika mtume, lakini usinichanganye na hii kitu, mi nimeshika tu leo malikia, siati, usinichanganye mali muhimu. Siwezi nikakuchanganya. Asante. Asante mtume. Asante. Ai. Mtume, nimekuita tu kwa sababu ya hii shughuli, lakini ni sawa tu, ukiniua basi jua umeua mtu wako mtume, si atio? Oh. unatetemeka mbona eh? Mtume unajua si rahisi <laughs> si rahisi mtume, ndo mara ya kwanza mtume mpaka eh, lazima nitetemeke mtume. Si imetosha? Sawa. Umetosha mtume, asante sana mtume, asante najua. hey, hata hii mkono imebarikiwa. hey, tena kono... nitaiweka tu kwa mfuko. hakuna mtu nitasalamia na hii mkono <laughs> mutu... hey, bas hii inakaa pocket. hii hakuna mtu atasalamia, hata siesu nawa upako yako ikatoka <laughs> mtume, mtume, sasa kiti imefanya nikakuita ni kitu kimoja. Unasikianga, eh, watu wanalia kwa manyumba panya imepitia hapa na imetokea hapa, imepitia hapa, nimetokea leo, ilipitia hapa na mimi nikapiga hapa mkono nikasema uende. ile panya inapitanga leo mtume ndio hii. usione imetulia mtume, mtume, hii ni kitu mbaya. Ma, malikia hapa hapa, najua unajua <laughs> nimeshika, nimeshika mtume. Nundu Man. Yes, mtume. Naona kuna furaha. Furaha niko nayo kwa sababu kazi yenye uliniambia mtume, ye ile yenye uliniambia hii nayo ni kubwa sana hii <laughs> ni kubwa mtume, wacha nijipikie makofi, nijipikie tu makofi leo hii ni kubwa ila eh, bado kazi ipo. Uko na uhakika yeah? Umeshika malikia mtume, mimi nilikuja na kuni, nilikuja na kuniacha kwanza. Ni nikiachilia hapa mguu katatoroka kitu nikajanja, katatoroka, lakini ningekuonyesha tu venye nilikuja nilikuja tutaratibu hii namna hii namuna hii? nilikuja namna hii mtume. Sasa siesi onyesha kwa sababu hapa mtume hapa, nimepata nimewahi, basi liposa limesema uliguze mkono, maana kazi nafanya ni kazi nzuri he, basi. Ile, anakwambia kazi bado ipo. Kazi najua ni mingi mtume, kama kuna hakika umeshika Malkia na kamweka kamgunia, kazi nzuri <laughs> mtume, well done, for you. Well done, well done mtume for you. Nafurahia pia mimi kama kazi hii utakao umeifanya vizuri hivyo yeah. Basi naye Mwenyezi Mungu atakupea zawadi, amina amina amina. Ataniletea nini zawadi gani mtume ya nguo nguo zangu umalikia na shindanga nikiruka kwenda kumshika na ndarwara ruanga hapa katikati hapa sijui hayo. <laughs> umalikia na kuanga na niambaa na AK-47 yangu ama ni nini? Pole, mdomo kuteleza tu mtume, jali na kuelewa mkono na teresa teresa anga tu mtume. Lakini wewe kila siku unateleza, najua ukiishi duniani mpaka lazima uteresa teresa. Si kama nyenye mnaishi huko mbinguni. Malikia, ako na mpango wa kuua. Nimemchika mtume, hawezi tu, aki ya Mungu hawezi. Ndio huyu ndio huyu ndio huyu, ukiona <laughs> ametulia, ni kitu mbaya, imetulia tu, lakini na ujue... ni kitu mbaya, hii, ni kitu mbaya. Na ujue, Malikia, yeye, pia, ni ni ni kitu kitu mbaya mbaya hii pia hakuna nguvu zaidi. hakuna nguvu za giza. Ukifikiria yeye pia ni mjinga. i leo ujinga wake nimeshaweka kwa kio, ndio hii. <laughs> ujinga ndio hii. Mchinga akiwa mashakani, mwerefu huenda mbio <laughs> Ndiyo hii sasa, mtume mtume, mjinga <coughs> mjinga akiwa mashakani ama nini, mrefu akiwa mbioni. Hapo nikosa kidogo, siku ni Kiswahili, nilikuwa naenda kwa shule niambia baba nilipie Kiswahili na nilipia siku ya ingilihi. Sasa ndio hii sasa, Kiswahili nanishindanga, sijui mjinga akikuwa mashakani mrefu kutoka mbio. Sijajua hapo mtume, lakini najua utajijasia tu now, now, mbio. Ha? Awezi toka, nimefunga mtume nimefunga. Huko itosongea hapo uone. Nimefunga. Na hakika. Nimefunga mtume, mimi siwezi kutaja mimi siwezi toka mbio. Tu niko na wewe. <laughs> niko na wewe. Ufungulia huyo Malkia ambaye unasema umemshika. Kwisha. Leo nimetaka tu nikuweke nikuweke tu kwa mkono hivi. Wewe mwenyewe ujue venye utakafanyia kaka kitu. <laughs> leo, leo leo kwa msitu kia kia kia imeisha mtume. Tu. <laughs> Naye wakiangamia basi wewe wa wa pia uko huru. Hey! Hey! Kaa vizuri. Ametorokea hapa nasubiri kuona malkia ambaye umeshika ako tu hapa, lakini sasa sijui ni kwa nini amekuwa mwepesi. Najua kwa mzito wa kulangi naweza kuwa ni mwepesi kwa sababu. Fungulia malkia wako, Nunduma. Umekuwa na mbwembwe ukisema wameshika malkia. Tabia malikia ako na nguvu zake. Nimeshika sasa Kini, kini ni kukula kulangi. Unajua pia yuko hii msitu, anashindanga kia kia sia yote, sasa hata ananga time ya kwenda langi, mtume. <laughs> ananga time ya kwenda langi mm, inaweza kuwa hii inamsababishia paka kukua na ugonjwa anja, mtume. Mm, leo kibarua ilikuwa msitu kadiki kidogo, lakini imekuwa tu mzuri <laughs> mtume. Angalia angalia, ako ah, ndani. Nimekwambia mtume, angalia kabla hata angalia kuna ah, <laughs> kika. Ah, kwa nani mtume? Mtume, mimi nataka nikuhakikishie. Mtume, kika polepole pole ni ibilisi huyu. Ya, you know man. Ya, you know you. Ya, you. Hizi ni nini ambazo unasema ni Malkia? Ya, you mtume, nilimshika tu vizuri nikampalisha gunia. Unafungafunga manguo ndani ya gunia kisha ananiambia ameshika Mtume. Mimi nilikuwa naye mtume, uko na kipaji mtume, unaweza ona mimi, haki ya Mungu. Haki ya Mungu. Mungu, ndio niliona kitambo mimi, nilimshika, niliona ukimwingiza ndani ya gunia eh. Sasa lakini ya yu, ya yu, ya. Malkia aliondoka kitambo eh, mpaka nimekuja nikwambia ushike mkono wangu kwa maana jinsi nilivyomweka pale ndani alikuachia kitu ndani yako eh? nambayo itakuwa ita inamfanya kuweza kujua penye utoo mejiuka Mtume si. wa mkono wako ambao nimeshikilia mbariki nime basi kisha nimesema sitawekea sita kwa mtu mwingine obasi, asante Mtume, asante lakini Mtume, huyu mtu wako tu hapa umeweka ndani ya gunia. Yeye si binadamu wa kawaida, jinsi ninavyofikiria. Sasa hapo, sasa ni wewe kunisaidia tu, najua nilikuita kitambo, hata kama ile pea, jinsi ambavyo utakavyotumia kuweza kunasa Malkia. Malkia, kuna mia moja Malkia hana mume oh hapo mume hapo mkuu, umoe afadhali, asante ila yeah. nakwambia jinsi ambavyo utakavyo yeah. mnasa basi. Kama uko tayari basi nitakupea namna. Kama uko tayari basi pia utaniambia, na ujue maisha yako bado itakuwa mashakani.

hapo eh, eh, pa kutongoza hapo, ninajua nimekaa kwa mvitu sana, vile mwanamke aza hapo pa kutongoza Mtume. Kurudia kosa ndio kosa, Mtume hapo kurudia si binadamu wa kawaida. Yeah, usijaribu yeah, yeah, yeah. kuingia box yeah. ya pepo. Asante hapo pia nimekuelewa Mtume hapo asante, nimejua Mtume sitaingia box kabisa, hata akileta box ta, ta, tararua tararua box akileta, mtume. Mimi nishakusikia haki ya kusikia, Mungu nishakusikia. Akileta akileta tu hivi box hivi nararua, na rarua, anamwambia weka huko, aenda wahie moto na jiko huko, mimi. Mtume nikataza kuingia box. Kazi nzuri asante, basi nitakwambia namna tamfata na, na lini utakazofanya kazi kama hiyo. Asante, asante. Jinsi ambavyo utakavyomfikia ameepa leo dakika, kesho niko tunae basi nenda uchome vitu ambavyo viko hapa ndani ya gunia, kwa sababu ni vitu vya hao wachawi, vitu ambazyo zimehachwa ndani ya gunia. Asante sasa, na ametoroka aje? Ametoroka aje? Sasa e, pia hapendi e, kukulala mali paopenye pa, pa, panyepako pa, na joto <coughs> kama kuna jambo la kuuliza mtume. Namtumeni, nilikuwa naomba tuniulize niulize tu kidogo mtume, hata ukitoka huko mbinguni unaniletea hata ka shilingi hamsini niweka hata soda nikunywe. Mtume, kazi yako naifanya vizuri mtume, unaniletea hata soda. Najua huko juu kuna maziwa ndizi nesa, nitukuli yako tu, hata mochi ukaniletea sana sana, pa maziwa hapa. Unajua kwetu hatunanga ng'ombe, sawa kuniletea maziwa na hiyo ndizi yenye wanasemanga nasemanga, oh, matunda ni ndizi. Mkuu mkuu mtume, mimi naweza kubali hata ukinitia ukinitia huko juu binguni Nundu Man kuja chukua nimeshavuna zote zika hapa. Mimi hata ukinilipia nauli ya ndege na ninakuja sini hapa tu sisi is... atili chakula ambayo nyinyi mnakula. Mnakua nalishwa na Roho Mtakatifu, niko nachangaa, mnakula vitu vingine tofauti. Ah. Yale Nundu Man. Asante. Asante, asante. Alizana na mission na mbao eh, nimesikia kwanza. Wakati malkia akicheka akisema ati, nenda kuangalia mama arafu huko na uta siika mithiwairi. Akwaza kitu imenikasirisha, ndo nikachukua gunia nikamfalicha. Anasema kwamba ati, yeah. Hamutaweza mpango zangu nyinyi Nundu Man, nikasema ya ya pelarifu, nikaweka gunia nikamwambia, kamuambia wezee hapo mpango zako, nikamwambia, kamuambia wezee hapo. Kumbe sasa ni nitoka Jali, kampata. Ya, minitoka lakini hii na kita mtume wa Umesema nichome hii kitu kuwa ni nguo zake, alitoroka akiwa uchi. Nitampata tu, nitampata nikikutana mtu yote mwenye wako huku kwa msitu uchi, najua huyo ni Malkia <laughs> namwambia eh, kuja ndani eh, namwambia pita kibanda, namrudisha edu... tu kwa gunia, na siwezi mtume. Mtume umeshanikataza siwezi, nikimpata tu akiwa uchi, si nguo zake amefaua ka bila kuwa na mwanamke ah, yeah, exactly <coughs> kwa hivyo, eh kabisa. Ndio sababu nilikwambia hiyo siku, mtume, sitaki kwenda mbinguni bila makuo. Naweza fanya huko madhambi wakanirudisha haraka haraka, na malaika Gabriel nani na Musa huko na Yakobo, wanaweza nirudisha mbio mbio na viboko, kwa sababu mkubwa mtume, mimi nimekaa bila mwanamke muda mrefu, nani, nikienda huko mbinguni bila nguo naweza malaika wanaweza ona maajabu kama imesimama ile bendera ya Israeli imesimama, na wanasema huyu mtu akona tabia mbaya za uzinzi, wananisukuma huko jana u, belau, ni na mimi sina tabia za uzinzi kwa sababu nilisema, <laughs> ukinibelea ukwenda mbinguni niende na manguo niende na manguo siingie majaribuni, siwezi siwezi kabisa. Napenda Mungu kama Mwokozi wa maisha yangu. <laughs> nami napenda Mungu kama Mwokozi wa maisha yangu yeah aasanasansanasan asa hii naye malkia alitoka aje? Anakwanga mjanja saa yote chuaachwa chua. Leo nilikuwa nimetegea, eriyo, leo nilikuwa nimekuwekea satellite, umeruka satellite. haya faipa mzuri kesho yake utashangaa. Leo umeniachia manguo, kesho sijui utaniachia suari ama utaniachia nini? Ukiingia hapa <laughs> utatoka bila sindilia, lakini nitakushika tu, sasa haina shida. Tutapatana tena siku ingine unanipa misiko ya dhambi nitembee naye. <laughs> misiko ya dhambi <laughs> arifuwake ni wewe, tutapatana tu, haina shida.